Kristo, karibu tena. Sasa tuendelee kutafakari kuhusu Kitabu cha Mithali, hekima na maadili ya kila siku. Wakati wa kifalme wa Israeli, kulitokea mfalme aliyejulikana kwa hekima yake, naye ni Suleimani. Watu kutoka mataifa mbalimbali walimiminika kumsikiliza, maana maneno yake yalikuwa ya busara na yaliyojaa uhalisia wa maisha. Ndipo methali zake nyingi zikakusanywa, na baadaye zikawa kitabu tunachokisoma leo Mithali. Kitabu hiki si cha kufurahisha akili pekee, bali ni mwongozo wa kuishi. Ni kama sauti ya mzazi anayemwambia mwanawe, usiishi kwa ujinga, bali kwa hekima. Usipotee kwa tamaa, bali tembea kwa heshima. Weka Mungu mbele katika kila jambo. Kanisa Katoliki linapolitazama kitabu hiki, linaona shule ya maadili ya Kikristo. Katika kila ukurasa wake, tunafundishwa kwamba hekima ya kweli haianzii katika vitabu, bali katika kumcha Mungu. Mtu anaweza kuwa na elimu kubwa, lakini bila kumcha Bwana, hekima yake hubaki tupu. Ndiyo maana maandiko yanasema, kumcha Bwana ndiyo chanzo cha maarifa. Katika masimulizi ya Mithali, tunaona mambo makuu yanayotuongoza. Kwanza, tunaonywa juu ya udanganyifu na uovu. Methali nyingi zinatufundisha kuepuka uongo, rushwa na tamaa mbaya. Haki na uadilifu vinaelezwa kama msingi wa maisha yenye baraka. Pili, tunaelekezwa kwenye maisha ya familia. Mtoto anayemsikiliza mzazi wake ni furaha ya nyumbani. Lakini kijana anayeendekeza uasherati, ulevi na uvivu hujiletea maangamizi. Familia inatambuliwa kuwa ni shule ya kwanza ya hekima. Tatu, ulimi unaonyeshwa kuwa na nguvu kubwa. Maneno yanaweza kuponya au kuua, kujenga au kubomoa. Mkristo anahimizwa kuchagua maneno ya kuleta upendo, amani na matumaini. Nne, kuna hadithi ya siafu, kiumbe dogo lakini mwenye bidii. Kwa kuangalia siafu, tunajifunza kuwa uvivu haulipi, bali bidii huleta mafanikio na heshima. Katika yote haya, Kanisa linatufundisha kuwa Kristo ndiye hekima kamili ya Mungu. Mithali inatufundisha hekima kwa vipengele vidogo vidogo vya maisha ya kila siku, lakini Yesu anakuja kuonyesha hekima hiyo kwa ukamilifu.